Da, pole sana mwanangu. Kwani e, udemu unamfahamu au una mawasiliano na ndugu yake? Yote udemu mimi simfahamu mone. Udemu mi alinipa namba nikawasiliana naye ni demu tu mtaani, tulikutana tu kishikaji, si unaelewa? Wee unajitafutia kwenda jela. Rafiki yangu nakusubiri msamaha wa rais eh. Mimi nikimwangalia naona kama amekufa. Amekufa vipi bwana, huyu amekuja tu vizuri hapa, amesimama hapa, amenani nani tu hapa, akaanguka, amezirai. Yaani hawa mara nyingi unavyomwona huyu, hawa wanakuwaga mara nyingi wanakutaga wanapata ile inaitwa ule ugonjwa fulani hivi, unaonekanaga hata kwenye movie ule nini, ile inaitwa koma, ugonjwa wa koma. Unakuta mtu tu anazirai kama siku mbili tatu nne anainuka, au si anaweza kazirai hata dakika 10 15, ukimwangalia ahemi kabisa, lakini unakuta yuko tu fresh. Unaona ndio anavyohisi udemu, hata itakuwa ndio hivyo hivyo lakini. Sokomba eti amekufa? Umeona wewe unasema amekufa? Unahakika wewe daktari una, umesoma? Ndugu yangu mwambie daktari, au unaongea tu naye naye. Hebu nisikize mwanangu Hebu nisikilize m, mwanamke nikimwangata kuhema, aemi huyu. Kwa hiyo ukisema y, mpeleka hospitali vipi? kama akikuta amekufa huyu? ni msara. Kwa mwangu mine cukushauri, udemu kamtupe. kuna wakati nalia, wakati nacheka wakati na nuna, wakati na tabasamu uwaka uwakati uwakati uwakati, uwakati. Nikamtupe? Ndio, ukamtupe, usubiri usiku, ukamtupe wepita u... hivyo, wewe una akili sana sana kweli wewe Huyu mimi ni mpenzi wangu huyu. Na tayari tulikuwa tumeshaanza kuweka mikakati kabisa mimi niende kwao, umeona? Nikatembele familia yake, niwajue, wanijue ndugu zake. Alafu chukuaje jukumu la kwenda kumtupa ya kungu. Wewe wewe wewe wewe vipi bwana wewe? Unaongea vitu gani tena na yeye na rafiki yangu? Hapo sasa. Unapoleta mapenzi na uhalisia. Unapokosea. Mimi huyu mwanamke nikimwangalia huyu, naona kabisa amekufa huyu. Wewe unataka umpeleke hospitali. Kuta amekufa kwako. Nishauri nende nikamtupe. Sawa, hilo nalo lina linataka kuingia, lakini linagoma kwa sababu. Vipi kama tukikuta hajafa akaja baadaye labda akainuka au ukakuta hakuwa na shida kama jinsi tulivyokuwa tunafikiria? Uwoni kwamba tutakuwa tume- tumeonekana watu wa hofu? Hapo ndugu yangu, nisikilize. Mwanangu huyu Yaani mimi nikimwangalia hivi. Kuliko kumpeleka hospitali ionekane amekufa kwako. Utakuwa msala mwingine. Umjue ndugu yake, una masuala ya mtu yoyote. Ni bora usubiri usitwende tukamtupe. Akiamka, akiokotwa na ndugu zake watu wengine basi tajulikana. Lakini ninachokushauri mimi mwanangu wewe ni rafiki yangu wa faida. Rafiki yangu ambaye tunapeana michongo. Mimi nakushauri katika hili wala wewe uende ukamtupe. Tusubiri giza, twende tukamtupe. Mimi nakushauri rafiki yangu. Kuna wakati nalia, wakati nacheka, wakati nanuna, wakati natabasamu hey kwa mana hii dunia ina vipweka, unai mudumia ndo nae kutesa. Oh na na na Uwakati Uwakati Uwakati Uwakati Uwakati Uwakati Uwakati Uwakati

Hii kesi sipeleki polisi wala serikali ya mtaa. Na imaliza mwenyewe. Majeshi mstaafu manina <coughs> <coughs>

Vibaya yule si mtu yule. Ngoja kwanza, wemdada dada, wemdada wewe shoga yangu, hebu achana kuza na kila kitu. Yani shoga yangu, katika huku na huku mkoni bana konaga nijistili pembeni nisikutane na mtu kicha kani. Bwana mdada, sijui kafa, siju kazimie, mimi hata sielewi huku. Yani kama unakuja nyumbani e, fanya hivyo basi shoga yangu, maana hapa nimechanganyikiwa. Asa wakati wakati waka wakati wakati inachokusitu hapa ni kitu gani? <coughs> We vipi wewe, sa usalimii, unafika tunastua vipi? hapa sijajia salamu wala habari gani, unanielewa? Wewe kicholeta hapa kitu hiki kimoja, nataka kujua kati ya mimi na ule kinyamkela wako musika usiku wa manane, nani mwanamke wako, mwanamke <coughs> <coughs> unasema si kinyamkela, si mwanamke changu kipi? Ah, unajizima data eh, unajitofahamu si ndio? Sasa nisikilize wewe Ushanipanga mambo kibao kwamba unanipenda, sijui utanioa, afu mwisho wa siku unachanganyia habari. Sasa nisikilize wewe, si wacheza na akili yangu hasa mimi. Ule kinya mkela wako nitamuonyesha, ujanijua vizuri, yani nitamkomesha ule hawala wako.